Ukiwa kule Kagera, unaenda sehemu inaitwa Kabanga, unakutana na madini yanaitwa nikel na cobalt, madini yanayotumika kutengeneza injini za ndege na yatumika kutengeneza betri za simu, yanatoka Tanzania. Haya ndiyo madini ambayo leo yanaenda kutengeneza magari ambayo dunia, una madini, una madini, una putoka, magari, tumia inabadilika kutoka kwenye magari yanayotumia mafuta inakwenda kwenye magari yanayotumia umeme. Hayo madini yanatoka Tanzania, Kabanga, Kagera, madini ya nikel na cobalt. Ukienda ukanda wa kati, ukizungumza kuhusu Singida, unakutana na madini ya irania yanayotumika kutengeneza mabomu ya nyuklia, na Singida kanatoka pia mabomu ya nyuklia na, na umeme wa nyuklia, nguvu za nyuklia. Madini hayo yako hapa. Ukienda kule Nyasa, ukianzia ziwa Ngozi, tuna geothermal chini inaweza kutumika kutengeneza umeme wa kulisha Afrika nzima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 Wimbo wa Bob Marley tuliokuwa tunamsikia anaimba hapo One Love kwenye wimbo wake wa walae, yes, anasema in abundance of water efritest, katikati ya wingi wa maji mjinga anakuwa na kiu. Katikati ya utajiri wa Tanzania tumekuwa maskini kwa sababu tunaongozwa na watu wasiokuwa na uwezo, wanafanya maisha yetu ya magumu, na watu tunaojaribu kusema kwamba rasilimali zetu zitumike kwa ajili ya watu wetu wanatuwinda, wanatuua. Unakuwaje na nchi ambayo mtu anapoandika kwenye mtandao wa Twitter adhabu yake inakuwa ni kubwa. Hiyo ni nchi aina gani? Yeah, kazi na mabaji ya rais kama amiri jeshi mkuu ni kulinda uhai wa watu, watu wa nchi yake. Watu wameuawa wanatekwa, leo kila kona ya nchi watu wamelia, rais yuko kimya. Mbunge wa Chama cha Mapinduzi mjumbe waneke kwa chama cha mapinduzi anatoka anasema watu 83 tau wametekwabadala. ya wabungi wenzake kumuunga mkono, wanamshambulia. Chama cha CCM kinamshambulia mtu anayekemea mauaji. Maana yake ni nini? Kwamba UVCCM wanakiingia kifua wauaji, wanakiingia kifua watekaji, wana inakuaji wauaji kifua, kinazuia sauti za Watanzania wanaokemea mauaji. Ndugu zangu, watu wa Arusha, dunia hii hakuna kitu cha thamani kuliko uhai wa mtu. Unaweza kuwa maskini leo, ukazaa mtoto ni akavumbua dawa ya kansa akaokoa dunia nzima. Ndege una, unayoiona ni fikira za mtu mmoja Spika tunazotumia ni thinking ya mtu mmoja, kamera tunazotumia kila kitu duniani kinavumbuliwa na mtu mmoja. Unajuaje kama Mdude Nyagali angezaa mtoto ndio avumbue dawa ya UKIMWI iyokoe dunia zima, anapouawa mtu, anapopoteza mtu? Ndiyo maana Israel, mtu mmoja wakwao wakitekwa, nchi inasimama kwenda kumfata, kwa sababu mtu thamani yake hailinganishi na kitu chochote. Inawezekana tunaishi kama kuku, haujui kesho yako katika nchi ambayo tunaambiwa tuna rais.